Ndugu zangu katika imani, katika aya hii tutakuja kuona ya kwamba Allah subhanahu wa taala ametaka tuache tukatishe mafungamano ya kuelekea kwa vila ambavyo visivyokuwa Allah tabaraka wa taala, bali kinyume chake sote tuelekeze uelekeo wetu kwa Allah alwahidu lqahhar. Allah subhanahu wataala, ndugu zangu katika imani, hakika kunako swala zima la kuelekea kwa Allah wa taa mbalimbali kwa kuachana na maasia ya aina mbalimbali, kuna faida nyingi. Allah subhanahu wa taala atatukurubisha, tutakuwa karibu yake, na yeye Allah subhanahu wa taala sayakunu lana husna alhasin atakuwa kwetu. Allah tabaraka wa taala ni kinga na ni ngome yenye kukinga kutokana na maafa na majanga mbalimbali, lakini leo mtakuja shangaa walio wengi wanakumbwa na matatizo ya aina mbalimbali, walio wengi wanashindwa kufikia katika yale ambayo wanayokusudia, lakini

Ndugu zangu katika imani, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anakuja kutuita kwa wito wa upole, anakuja kutuhamasisha kwa uhamasishaji wenye hikma, tuachane na vile vyote ambavyo havina mafungamano na Allah katika shirki mbalimbali mbali, katika maasi mbalimbali tuelekee kwa Allah subhanahu wa taala kwa kufanya yale ambayo Allah anayaridhia. Kuelekea kwa Allah na kufanya mafungamano na Allah kuna faida zilizokuwa kubwa. Ukimfanya Allah kuwa ni rafiki yako, ukimfanya Allah njio makimbilio yako, pale unapokuwa umetokewa na janga, unaelekea kwa Allah subhanahu wa taala, fa inna llaha yakfika min kulli shay, Allah subhanahu wa taala anakutosheleza wewe kutokana na wa na kila kitu lakini mushkilatuna nahnu istaghna an illah, tumejitosheleza kunako Allah, na haliyakuwa Allah bado anaendelea kutuita kwa upole na kwa huruma zake. Lakini sisi tumejitosheleza kutokana na Allah. Ndio maana Allah yakhdhuluna, Allah anatuacha haliyakuwa hatuna msaada, la muina lana wala nasira, hatuna sisi wote wa kutusaidia, wala hatuna yeyote mwenye mwenye kutunusuru. Hebu angalieni matukio kadhaa ya wale wema waliotangulia, ni namna gani Allah subhanahu wa taala alipata kuwa pamoja nao, aliweza kuwanusuru kutokana na majanga ambayo yamewapata, kwa sababu tu walijiweka karibu na Allah na walielekea kwake. Ndugu zangu katika imani, mfano mdogo, hebu angalieni wale watu ambao waliingia katika pango waliingia katika pango baada ya kuwa mvua ilikuwa ikishuka, wakaona sehemu salama ya kukimbilia mipangoni, wakaingia katika pango kwa ajili ya kujikinga na mvua. Baada ya kuingia katika pango, Allah tabaraka wa taala akaporomosha jiwe likaja likaziba katika mlango wa pango. Madha sayafaalun, kitu gani watafanya? Laisa lahum muinan wala nasiran illa Allah hawana yeyote yule wa kuwanusuru, hawana yeyote wa kuwasaidia wa wao isipokuwa ni Allah tabaraka wa taala fastadiraku dhalika, wao wakaligundua hilo wakalizingatia jambo hilo moja kwa moja, faadu ila Allah, kila mmoja akarudi kwa Allah tabaraka wa taala, akamlilia Allah kutokana na lile ambalo limewapata. Akaanza wa kwanza mola wangu mola wangu mola wangu, tupo katika tabu kutokana na lile ambalo nimelifanya katika mema yangu, naomba utuondoshia majanga haya tuliyokuwa nayo. Wa kwanza akaja, wa pili akaja, wa tatu. Allah subhanahu wa taala akawanusuru na kuwaondoshia tabu ambayo ilikuwa pamoja nao. limadha liannahum ittakhadhu Allah subhanahu wa taala ta muinahum wa nasirahum kwa sababu wao wamemfanya Allah kuwa ndio msaidizi wao na wamemfanya Allah kuwa ndio mmusuruji wao. wallahu subhanahu wa ta'ala la yakhdhulu ahadan, Allah hawezi kumtupa yeyote yule pale ambapo atakapokuwa amemfanya kuwa ni sahibi yake amemfanya kuwa ni mtetezi wake katika kila aina ya matatizo. Ndugu zangu Allah subhanahu wa ta'ala akawaondoshea matatizo ambayo walikuwa nayo. Turudi katika upande mwingine, an thalathati alladhina khulifu, kunako wale watu watatu alladhina takhallafu an ghazwati Tabuk, ambao waliacha kwenda katika vita ya Tabuk. Mtume alayhi salatu wasalam alipokwenda na masahaba zake katika vita hii ya Tabuk, wapo miongoni mwao alladhina takhallafu, wao walibaki, hawakwenda Allah subhanahu wataala lile jambo akakasirishwa nalo, kipi cha kufanya mtume alayhi salatu wassalam? Baada ya kuwa baadhi yao walipokuja na udhuru tofauti tofauti, we mtume wa Allah, mimi nilikuwa na kadha, ndio maana sijafika katika vita. Mtume anasema hakuna tatizo, Allah akusamehe. Anakuja mwingine, mtume wa Allah, nilikuwa na tatizo fulani, ndio maana sijafika katika vita. Allah akusamehe, hakuna tatizo, mpaka wakafika watu watatu akiwemo Ka'b pamoja na masahaba wake wawili, wakafika fasarahu bisidqi wao, wakaweka wazi kila kitu, wakamwekea wazi mtume alayhi salatu wassalam, ewe mtume wa Allah, sisi hatujafika katika vita, lakini hakuna sababu yoyote ambayo imetupelekea kutofika katika vita, sisi hatujafika wenyewe tu. Mtume alayhi salatu wassalam akakasirika kutokana na hilo akasema nyinyi subirini jambo lenu kutoka kwa Allah sina hukumu na nyinyi ndugu zangu maswahaba wale walipata taabu walipata taabu iliyokuwa kubwa maswahaba wenzao waka wakawakata wakawa hawaamiliani na wao wakaishi katika kipindi kigumu inafikia wakati mtu anamfuata mpaka ndugu yake pia yule ambaye ni wadamu akimzungumzisha hazungumzi kwa nini? mapenzi ya Allah yamejaa katika nyoyo zao. Kila wakienda kwa huyu rubama yajiduna launa kwenda wakapata msaada, lakini hakuna msaada wowote, na hakuna yeyote ambaye anawatizama walipozigundua hilo na kuzingatia ya kwamba viumbe siku, siku zote ni watu ambao bado ni madhalili na wanahitajia msaada kwa Allah, na yeyote yule atakayejipendekeza kwa viumbe, huyu mtu ataendelea kubaki akiwa ni mwenye hasara, bali atakayejipendekeza kwa Allah, huyu mtu ataendelea kubaki akiwa ni aziza, akiwa ni mtukufu. Basi moja kwa moja akachukua nafasi ya kutegemea kwa Mola wao na kuelekea kwa Mola wao, kulia na Mola wao. Allah tabaraka wa taala, baada ya kuliona hilo, akashusha toba kwa waja wake na wakakubaliwa toba yao. Ni wakati gani? Ni pale ambapo kila mmoja alikuwa amewakata, wakielekea kwa huyu anawakataa, wakienda kwa huyu anawakataa, lakini walipoelekea kwa Allah tabaraka wa taala, faqabilahum Allah, akawakubali, akanyoosha mikono yake na kuwakubali. Hii yote inaleta picha gani? Inaleta picha ya kwamba wakati wote mimi na wewe tutakapoelekea kwa Allah, Allah hawezi kututupa.

Na hivyo ndivyo ulivyokuwa unusuruji wa Allah tabaraka wa taala kwa waja wake, wale ambao wanaelekea kwake, wale ambao wanajitosheleza kutokana na viumbe vyake na wanaelekea kwa Allah tabaraka wa taala katika shida zote na katika haja zote. Kwa sababu gani? Kwa sababu wao wanatambua hakuna yeyote ambaye anaweza kusaidia katika matatizo isipokuwa ni Allah tabaraka wa taala. Twende katika mfano mwingine. Nabii wa Allah Yunus bade alipokimbia kuwakimbia watu wake akaenda mbali na mji wake, akaingia katika mtumbwi. Baada ya kufika katika mtumbwi, bahari ikaanza mchafuko, lakini yote ilikuwa ni ikhtibari kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Kutokana na kile ambacho wamekifanya, Allah hakuridhika nacho. Bahari ikaanza kuwatikisa, wakaanza kupiga kura "Ni nani wa kutumbukizwa katika maji? Tukibaki humu sote, humu tutaangamia sote. Kwa hiyo lazima tumtose mmoja, ili mradi tuweze kusalimika wengine." Kura ikapigwa, kura ikamwangukia nani? Ikamwangukia nabii wa Allah Yunus. Yunus akajitosa katika maji. Baada ya kujitosa katika maji, Allah subhanahu wa ta'ala akamkurubisha samaki, akammeza nabii wake. Baada ya kummeza nabii wake, madha hasani? Kipi kimetokea baada ya hapo

sehemu ambayo hakuna yeyote ambaye anaweza kufikisha msaada isipokuwa Allah. Akamwita mola wake kwa kumwambia, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, mola wangu, mimi nimekuwa ni mtu wa kudhulumu nafsi yangu na nimeona hakuna yeyote ambaye anaweza kuninusuru mimi kutokana na dhulma hii ambayo nimeifanya isipokuwa wewe subhanaka. Mola wangu, wewe nataka msaada kutoka kwako, naomba uninusuru kutokana na hili

na wanitikie kwa yale ambayo wanayahitajia na mimi nitawapatia kwa yale ambayo wanayahitajia na, na kuniomba. Nabii wa Allah Yunus akamwelekea mwana wake akamuita mwanawake akataka amnusuru al Allah tabaraka wa taala akamnusuru kutokana na janga ambalo alilokuwa nalo. Allah subhanahu wataala akamnusuru na akaja kusema katika Qurani, falaula annahu kana min al-musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi bathun, lau asingekuwa ni katika watu wenye kumsabihi Allah tabaraka wa taala. Katika baadhi ya ufasiri wa Quran wakaja kufasiri maana tasbihi ni sala, kwamba laula anahu kana min almusalim, lau yeye asingekuwa ni katika wenye kusali, basi angebaki katika tumbo la samaki mpaka siku ya kufufuliwa. Hilo ndio ningekuwa kaburi lake lakini akaelekea kwa Allah, Allah kamnusuru kutokana na janga ambalo walikuwa nalo. Ndugu zangu katika imani, kwa kumalizia hotuba yangu tuelewe na tutambue, maisha haya ya kidunia hayawezi kuwa sawa sawa bila ya Allah, hatuwezi kunusurika, hatuwezi kusalimika bila ya Allah, si katika dini wala si katika dunia. Mambo yote ambayo tunayafanya katika dunia yetu ambayo yanafungamana na maisha yetu ya kidunia lazima tumuelekee Allah, na mambo ambayo tunayatekeleza katika dini yetu lazima tumuelekee Allah. Akhiran, mmoja katika wana wa chuoni minaruqati ambaye an anaitwa Abdul Wahid anasema katika harakati za kusomea somea kwake ruqya wagonjwa kuna kijana mmoja alikuwa ni muwahidi kana ila tauhid. Alikuwa katika kijiji kimoja analingania watu katika tauhidi, na katika kijiji hicho kulikuwa na mchawi. Mchawi mmoja ni maarufu sana, kiasi ambacho kwamba hakuna yeyote ambaye anafanya jambo katika kijiji hicho ama katika mji huo isipokuwa lazima aende kwake, hasa katika masala ya kuoa. Kijana anapofikia umri wa kutaka kuoa lazima aende kwake akamwambie, bwana mimi nataka kuoa, kwa hiyo hebu naomba uniambie unataka nini? Kwa sababu asipofanya hivyo huyu kijana, maana yake yule mchawi atamfunga. Baada ya kuoa huyu kijana hawezi ama huyu mwanaume hawezi kumwingilia mkewe kutokana na uchawi ambao wanautengeneza. Sasa lazima yeyote yule ambaye anahitaji kuoa afike kwa huyu mchawi, kisha amwambie mimi nakaribia kuoa, jambo langu ni siku fulani, tarehe fulani, naomba uniambie ni kitu gani ambacho unakihitajia kutoka kwangu. Na yule mchawi anataja dau za juu, kwa sababu anajua itakavyokuwa, lazima atatoa, hakuna namna ya kuweza kunikimbia. Sasa huyu kijana almuwahid, ambaye alikuwa akilingania katika tauhid kumpwekesha Allah tabaraka tabarak wa taala, alikuwa akimtaja waziwazi huyu mchawi katika mimbar alikuwa akimtaja waziwazi katika maeneo ya wazi, katika sehemu maalum akimtaja kwa kumsema vibaya, akitaja kwa kufedhehesha jambo lake ambalo wanaenda nalo watu wote. Wakastaajabu wakasema, huyu kijana sisi tunamsubiri kwenye jambo lake kwa sababu hapo ni mwenye kuoa, tunasubiri kwenye jambo lake tuone kwamba ni kipi kitatokea, hali ya kuwa huyu ni mzee anaogopeka katika mji na watu wote sasa yeye itakuwaje? Aliyekuwa bado hajaoa na anamsema vibaya huyu mchawi, ngoja tusubiri kweli. Muda ukaenda, wakati wa kutaka kuoa kijana ukafika. Huyu shekhe anasema kwamba kijana huyu akanijia mimi. Baada ya kunijia, kisa kipo katika kitabu wa Salimul Battar. Kwa wale ambao wako nacho wanaweza wakapitia wakakirejea. Shekhe huyu Abdulwahid anasema akanijia kijana yule, kisha akaanza kunielezea kadhia ambayo ipo kati yake na dawa yake na yule mchawi katika kijiji chake. Akaniambia, shekhe, hivi kuna kinga zozote zile ambazo unaweza ukanipatia mimi nikaweza kujikinga na huyu mchawi? Akamwambia, naam, naweza nikakupatia, lakini sharti ni kwamba nataka utoke uende kwa yule mchawi, mbele yake alafu ukatamke maneno ukaseme, na hali ya kuwa watu wanasikia, umwambie kwamba mimi nataka kuoa tarehe fulani na siku fulani. Sasa naomba ule uchawi wako ambao ulikuwa ukiwafanyia watu wote, ukusanye na kunifanyia mimi, na kama utashindwa, naomba ukusanye wachawi ambao unawajua unawaamini, kisha waambie wanielekee mimi na wanifanyie uchawi tarehe fulani, nataka kuoa na siku fulani. Yule kijana akashtuka, akasema, bwana usijue kama unanichoma wewe. Sio nikaenda kule natangaza vita kisha baada ya hapo mwenzangu unaanza kunikimbia. Akamwambia, hapana kijana, usihofu. Allah tabaraka wa taala, yeye ndiye mwenye kulinda. Basi kweli kijana akafanya hivyo, akaenda akatangaza. Baada ya kutangaza, huyu shekhi anasema nikaja, nikampa kinga. Kinga hizo watakaorejea katika kitabu hiko aswali mulbatani wataweza kuzikuta, shekhi amezitaja anasema, nikampatia hizi kinga, kijana akadumu nazo Jambo likafika kijana akaoa na akaweza kumwendea mkewe. Watu wote wakaanza kushikwa na butwaa, vipi imekuwaje? Kilichotokea ni kwamba jambo la kijana likawa juu zaidi, watu wakaanza kushikamana na tauhidi na wakaanza kumteza huyu ambaye ni mchawi, wakaona kumbe hana thamani, hana maana. Lakini haya yote yanatokana na nini? Nguvu hazitoki kwa shekhe, nguvu hazitoki kwa kijana, wala nguvu hazitoki kwa nani, isipokuwa zinatoka kwa nani? Kwa Allah tabaraka wa taala. Wakati wote utakapomfanya Allah tabaraka wa taala kuwa ndio kinga yako, Allah naye atakutosheleza na atakukinga, lakini utakapomtenga Allah, utakapomweka pembeni Allah subhanahu wa taala pia naye atakutenga. Tumwekeni Allah subhanahu wa taala mbele, kwa sababu mola wetu wakati wote anatuita